Binadamu sasa hivi wanaogopa sana kuzungumzia masuala ya jinsia zetu, especially Tanzania. Tumeaminishwa kwamba uh, vifaa vya uzazi ni mwiko kuvizungumza mbele za watu na inakatazwa kabisa. Wengi wetu huwa tunafikiri kwamba vifaa vya uzazi havihusiani na wokovu. Huwa tunafikiri tu ni entertainment na enjoyment, sio wokovu lakini nataka nikuhakikishie, mbunifu wa via vya uzazi ni Mungu. Na kwa kweli Mungu ni mbunifu. Nitaka kugundua ni mbunifu, chukua muda kusoma sehemu zetu jinsi Mungu alivyozi design. Namna ambavyo ameziconnect na ubongo, hormone, na namna ambavyo tuna uwezo wa kuviruhusu kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kuanzia leo Usione kwamba ni kitu kibaya sana kujifunza masuala ya ngono, especially kwa kizazi tulichonacho sasa. Ni mambo muhimu sana ambayo tunapaswa tujifunze na kuisaidia jamii tuliyo nayo.